Akishirikia Oswin anashirikiana na mtu anaitwa Malik, tena anaongea dhahiri kwamba na urafiki mkubwa na mkuu wa wilaya, kwamba huna cha kumfanya huyu. Kuna mfano wa kiwanja ambacho kimekuwa ni sekeseke seke kubwa. Hiki kiwanja cha bwana mmoja anaitwa Mbokoma, hiki kiwanja aliuziwa hekari mbili mwaka elfu mbili na tatu na familia ya bwana Malik. Lakini baadaye kile kiwanja kilishapimwa, kikawekwa mipaka na kina hati kisheria. Maliki akishirikiana alirudi akamuuzia mtu mwingine kile kile kiwanja na barua zilikuwa zinafanya zinafanywa mauziano ndani ya serikali ya mtaa na zinasainiwa. Kesi ikaenda mpaka mahakamani. Ile kesi ikiwa mahakamani ikawa haisikilizwi. Huu ni mwaka wa wa tatu, hiyo kesi kesi inapigwa danadana. Mpaka mpaka imefika imefika kwa kwa waziri wa ardhi ardhi, na kamishna wa ardhi. Lakini bado yule Maliki anaendelea kuliuza lile eneo. Amemuuzia mwanamke mwingine lile eneo lile lile, yaani kipande kilichobaki kipande kingine tena amekiuza, na hao hao viongozi wa serikali ya mtaa walioingia juzi. Naweza nikamtaja hata kwa jina mtu aliyemwandikia binti yule barua ya kwamba lile eneo lina mgogoro aende kata. Kata akauliza huu mgogoro umeumaliza? Kile kile kiwanja ambacho kina hati, kina mgogoro huko kesi kwa mahakamani, kimeuzwa tena kipande kingine tena mtu anatumia matofari ya mtu ambaye kiwanja ambacho umekuta kiwanja kina matofari, mwenye matofari amenunua, umenunua, unachukua matofari ya yule mtu unajengea mipaka kiwanja chako, ukigusa onswin ana kundi lake huyu jamaa inasemekana hey, anavyojiita yeye au anaambia watu yeye ni usalama wa taifa, maana anaambia watu yuko ustawi wa jamii. Sasa tunajiuliza vyombo vya shei. kwa hiyo kama mtu kweli yuko huko, kwa hiyo vyombo vya ulinzi na usalama ndio vinatumika kama cheo cha kunyanyasa raia dokumenti hizi hapa za kiwanja zote na mauziano yote, hivyo viwanja na viwanja vilivyouzika. Huyu mtu ana rafiki yake mwingine ambaye tena ameuziwa kiwanja hicho hicho, yuko bandari na yeye anasema anajuana na mkuu wa wilaya, hauwezi kumfanya chochote huyu huyu jamaa alionyang'anywa amefilisika. Sasa hivi yani, mtu aliyekuwa na maendeleo mpaka amefilisika, kiasi kwamba hana uwezo hata wa kukimu maisha kwa sababu ya kesi. Wamemfungulia tena kesi nyingine mahakamani wakidai fidia ya kesi ambayo ilitupiliwa mbali. Yani, amepeleka kesi, haki yake kiwanja, lakini kesi ikaonekana mahakama kuu haifai, ikatupiliwa mbali, akafunguliwa kesi ya kudaiwa fidia milioni nane na laki ya waendeshaji wa kesi. Ndio anapambana nayo hapa leo. Angekuwepo sema, ndio ameenda kusikiza kesi mahakama kuu ameuza vitu vyake vyote mpaka amefukuzwa na kazi, alikuwa afanya kazi Mbeya kwa sababu ya ufuatiliaji maeneo yake mpaka amefukuzwa kazi. Ni mtu ambaye pia ni kiongozi wa chama na anakitumikia chama, ni, ni, ni mjumbe wa serikali ya mtaa, lakini wajumbe wenzake hao hao juzi wamemwandikia huyu binti alimjumbe aliyemwandikia anaitwa Amina, tuko naye hapa, ndo alimwandikia barua ya kwamba nenda kata, wakati kata walisema kalisuluhisheni ndani ya serikali ya mtaa. Chama cha Mapinduzi sio kichaka cha wezi na, na alishasema Mama Samia kwamba kisiwe kichaka cha wezi cha kuchafua chama. Lakini viongozi wetu wa serikali ya mtaa na viongozi wetu wa chama wanatumia vazi la chama kwamba hakuna kunifanya mimi ni mtu wa CCM kwa mkoa. Mimi nilisoma kwanza kutana naye. Tulikutana naye kwenye mkutano wa wataalamu mkoa na, wa taaluma, wa taaluma na mkoa wataalamu wataalamu na wakuu wa, wa shule, mkoa mwaka jana. Kuna kitu ulichoongea na kitu tulikufikisha na ulikifanya na tuliona matokeo yake. Tunaomba kama mkuu wa mkoa, kama rais wa kama mkoa, kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi ya mkoa, tunaomba ulishughulikie hili. Hakuna hakuna nchi mtu ambaye alikuwa above the law. Kila mtu anatakiwa heshimu sheria na heshimu haki ya mwenzake na ubinadamu, kama chama chetu kinavyosema na katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania inavyosema kwenye ibara ya nadhani, chapter number 7 inayozungumzia human rights. Sawa, mimi naomba utusaidie kwa hili. Dokumenti za kiwanja hizi hapa, na taarifa nyingi. Mmoja amezungumza ubadhirifu unaofanywa na viongozi wa serikali za mitaa mbili amezungumza viongozi kujificha kwenye vazi la chama tatu amezungumza ubadhirifu huo kuwa umekwisha fikishwa ngazi ya mahakama nne amezungumzia muendesha migogoro kuendelea kuuza eneo hilo na tano amezungumzia watu hao kutishia kwamba hakuna mtu atakayofanya lolote na mwisho amehitimisha kwamba hakuna mtu aliye juu ya sheria sasa kwa hapa siwezi kuwa na majawabu kwa so sababu tayari ni jambo linalohusu mambo mazito kidogo. Sasa ngoja wasaidizi wangu wachukue, halafu mimi wiki lijalo naanza ziara Temeke na moja ya maeneo ambayo nitakuja ni Toangoma. Na kwa sababu jambo hili nimelizungumza mbele ya mwenyekiti na chama, nitapeleka kwake baada ya haya yote, na nitapeleka kwa maandishi, kama litakuwa liko hivyo linavyozungumzwa au litakuwa liko tofauti lakini sisi kama viongozi wa serikali tuna wajibu wa kuhakikisha tunasaidia watu. Hii ni serikali yenu wenyewe, lazima muitumie pale ambapo kuna uonezi, kuna ukandamizaji, ili haki zenu ziweze kupatikana. Kwa mwisho, mwenyekiti, mimi nakuahidi kwamba kwa kuwa wiki lijalo nitakuwa na ziara, lazima nifike pia Toangoma, ili pia niweze kuangalia haya machache ambayo yamesemwa. Kwa leo, nilipokee ikiwa with no comments. Ah, asante sana.